Mimi nadhani tunashukuru sana, tumepata nafasi ya kufika kwenye mradi. Wenzangu amekuwa amefika mwanzoni, na sisi tumejiongeza kwamba tufike leo, kutokana na mkandarasi ambaye anaitwa, nimesikia jina lake CRDB Bank, au mkandarasi, mkandarasi June yeah. nimemsikia akiongea yeah. na mimi ambacho nimefurahia kwamba ameweka, ameweka orodha ya ile inaitwa activities Based on the period of time, na meweka muda maalum. Sisi wengine nimemwambia kwamba sisi wengine sio kandarasi, sisi tunasimamia fedha, kwa hiyo nidhamu ni mojapo ya kigezo kubwa katika eneo letu. Lakini kwa sababu mradi huu una jina la CRDB na michoro imechorwa vizuri kulingana na maelekezo, hatutabadilisha michoro, lakini hatuna muda wa compromise na quality standard nadhani benki yetu ni benki ya viwango na tunategemea jengo hili kwa viwango. Lakini jambo ambalo nalitarajia kuliona mimi, nimeona maandika kazi ya kwanza ni kumobilize resource, na kuandaa eneo ambao utaanza tarehe ishirini na moja na mpaka tarehe kumi na nne tamaliza. Lakini kuna kazi naambatana pale, relocations, removals of trees and stuff, vyote viko ndani ya muda huo. Tukija next week siku za kati kama Ijumaa tegemea kazi tuone zinafanyika pale. Atarajii kupata maelezo mengine maneno mengine kwa sababu mradi sio siasa. Ni utendaji kazi. Natarajia kwamba watakuwepo wataalam wetu hapo wa benki watakuwepo, lakini sisi tutapita kama viongozi kwa ajili ya kujenga, kuhakikisha kwamba ambayo tumeahidi tunatimiza. Na shule kama mnavyoona hii na nafasi zake ni za kisasa. Kwa tusingetarajia mjenzi ajenge jengo kwa kutafakari kwa viwango zaidi. Matarajio yetu kwamba jengo litajengwa ndani ya muda ambao amesema miezi 10 kumi, mpaka 12, na tunatarajia kufuatilia kila kazi kulingana na orodha, ili tuweze kutimiza ahadi yetu ambayo tumeitoa. Kwa hiyo niombe sana sana mkandarasi, usije ukatuchoka ukatuambia kwamba kazi ni halmashauri jiji. Hapana, sisi tunakuja hapa kama wadau na wawekezaji, nataka tuone kazi in value for money. Juhudi ambazo inazofanya benki ya CRDB ni kuunga mkono juu za mheshimiwa rais. Mheshimiwa Rais elimu ameipa kipaumbele kikubwa sana. Kwa hiyo kushukuru sana mkurugenzi mkuu wa CRDB kukubali mradi huu kujengwa kwenye jimbo, jimbo hili la Ilala. Mradi huu ulianza wakati wa msiba, sisemi msiba upi Nimekutana na Mstahiki Meya akaniambia hebu wasiliana haraka sana na Tuli. Kuna kitu nimekisikia kitu kizuri sana tukikiwahi kitanufaisha wilaya yetu hii ya Ilala. Akamtafuta Tuli, akamwambia Tuli ndo anahusika. Tukasema ni kweli lakini muwe na eneo na sharti letu shule hii iitwe jina la benki. Akasema hiyo sio shida. Akamtafuta diwani hapa Mheshimiwa Sultani, hongera sana na asante kwa namna alivyohangaika na kupata eneo kambea mkurugenzi ambaye yuko hapa ikazungumza na DC, kazi ikaanzi. Mkurugenzi na DC wakaanza sasa kuvalia njuga mradi huu. Na washukuru sana Mheshimiwa DC na mkurugenzi kwa namna mlivyohangaika na kutafuta suluhu haraka sana. Eneo hili tulikuja hapa kama mwezi mmoja na nusu na viongozi wa chama, lakini tukasema kwa vile mradi umeanza basi tuwaite viongozi wetu wajue ni kweli azma mheshimiwa mweshimiwa rais inachangiwa na benki ya CRDB. CRDB, asanteni sana kwa kazi hii. Tunategemea mradi huu wa madarasa kumi na sita ambayo yatajengwa hapa ya kisasa, pamoja na elimu ya tehama, elimu ambayo mwanafunzi akitoka hapa anakwenda moja kwa moja kujua start-ups na kufanya biashara yake hizi ni, ni, ni ndoto na fikra na maoni ya Mheshimiwa Rais na sisi wasaidizi wake tumebeba na tumekubali kumsaidia kupata msaada huu wa CRDB. E, nami naomba niungane na wenzangu wote kwanza kumshukuru na kumpongeza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kujenga mazingira rafiki na wezeshi kwa taasisi za kifedha kuweza kufanya kazi vizuri na kufanya biashara yao vizuri ambayo imepelekea ndugu zetu wa CRDB kuona juhudi hizo za Mheshimiwa Rais na wao wakamuunge mkono kwenye ujenzi wa, wa elimu. Na tunavyojua elimu ni bahari na unapomfundisha mwananchi mwana mwanadamu wanawake umeweka thawabu kwa Mwenyezi Mungu ambayo haiwezi kuisha. Hivyo nitumie nafasi hii adhimu sana kumshukuru sana e, mtendaji mkuu wa, wa CRDB Bank kwa kazi kubwa ambayo wameendelea kuifanya na kwa fedha kubwa ambazo wamezileta katika halmashauri yetu ya jiji. Lakini nitumie nafasi hii kumshukuru dada yangu dada tuli mkurugenzi wa CRDB Foundation na wao kwa kusimamia huu mradi na kuona unaweza kutekelezwa katika halmashauri yetu ya jiji ziko halmashauri nyingi ambazo CRDB wanafanya biashara lakini sisi tuwashukuru kwamba mmeamua kuileta Ilala kwenye halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam. tunawashukuru naomba tuwapongezeni sana kwa makofi mengi sana ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.